Ukitaka kuharibu jamii haribu familia, ama ukitaka kustawisha jamii basi stawisha familia. Siku ya leo tunapoadhimisha, siku ya leo tukumbuke kwa malezi ni mtoto anapolelewa vizuri, tunaandaa jamii iliyo bora kwa ajili yetu wenyewe na si kwa ajili ya mtu mwingine. Tumeambiwa kwenye kauli mbiu ya mwaka huu kwa mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Kauli mbiu hii inatukumbusha umuhimu wa kuzingatia malezi na makuzi bora ya mtoto tangu kipindi anapokuwa tumboni kwa mama hadi anapofikisha hadi kipindi chake cha utoto na anapofikisha miaka kumi na nane. Malezi hayo ni muhimu sana kwa ajili ya mustawi wa taifa letu. Ndugu washiriki, katika kuimarisha malezi bora ya watoto nchini chini ya miaka minane serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeandaa na kutekeleza programu jumuishi za malezi ya taifa makuzi ya maendeleo ya awali ya mtoto ya mwaka elfu mbili ishirini na moja, ishirini na mbili mpaka ishirini na sita. Programu hii inahakisha kuwa watoto wanapata huduma stahiki jumuishi za malezi na uwiano ulio sawa kuanzia mtoto anapokuwa tumboni mwa mama yake hadi anapofikisha umri wa miaka minane. Ili kumpa uelewa wa programu hii kila Mtanzania ni muhimu kila jamii katika kipindi hiki husika, basi kupitia taarifa hizi na kujifunza ni jambo gani tuweze kulifanya katika miaka mitatu iliyopita, na katika utekelezaji wa programu hii tumeshuhudia mafanikio kadhaa. Moja ya mafanikio tulionayo la kwanza ni kuwajengea uwezo walimu wa elimu ya awali elfu 12 kutoka halmashauri 184 kutoa elimu ya malezi chanya ya watoto wakihudumia zaidi ya watoto laki tatu sitini hapa nchini. Jambo la pili ni kujenga vituo vya kulelea watoto wadogo vya mchana ambavyo katibu mkuu ameeleza vizuri 1470 4178 14 14 14 14 14. kutoa huduma za malezi ya awali kwa zaidi ya watoto laki nne hapa nchini. Aidha, vituo 206 vinavyomilikiwa na jamii vyenyewe vimezalisha na vimekuwa vikitoa huduma kwa watoto 11675. Fanikio la tatu ni katika kuimarisha huduma za kundi la watoto wa miaka mitano hadi nane. serikali imejenga madarasa mapya ya elimu ya awali 1316 na kuwapatia vifaa vya kujifunza na kufundishia. Katika hatua nyingine zaidi ya kaya 15000 zimefikiwa na elimu ya malezi jumuishi ya huduma za afya ya jamii, yaani healthcare workers wakitoa huduma za afya bora, lishe, malezi yenye kuitikia hisia za mtoto, elimu ya awali na uchangamshi wa mtoto wa ulinzi na usalama wa mtoto. Na la tano, serikali kwa kushirikiana na wadau wengine imetoa mafunzo kwa wataalamu zaidi ya elfu kumi na tano wakiwemo walezi wa vituo wa vya kulea watoto wadogo wa mchana. Hizi zote ni hatua ambazo tumefanikiwa kuzifikia lakini ili tuendelee kufanikiwa iko haja ya kuendelea kukumbushana wajibu na jukumu la kila mtu katika malezi ya familia. Nimesikiliza watu wengi, na nimemsikiliza vizuri sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wakati anazungumza juu ya changamoto tulizonazo za kuwa na watoto wa mtaani wanaoitwa wa mtaani, ambao kwa kweli hakuna mtaa unaozaa mtoto, bali ni watoto wa watu ambao wazazi wao wameacha wajibu wao kwa namna moja au nyingine, basi watoto wale wakakosa pa kwenda wakabatizwa mzazi mpya anayeitwa mta. Jambo hili ni aibu kwa wazazi jamani, tuambiani ukweli, mtoto ni zao la matokeo. Mara chache sana kupata mtoto ambaye amepatikana kwa mazingira yasiyokuwa ya kawaida, mazingira yasiyokuwa ya kawaida, kubakwa, vitu kama hivyo. Lakini kwa kweli watoto wengi ni zao la upendo baina ya baba na mama. Wazazi wawili hawa wanapendana, wanafurahiana wakati mwingine wanaongea kwenye simu kuanzia saa nne mpaka saa kumi na mbili wanatembeleana umbali mrefu, na wengine wanadanganya hata nyumbani, wakionyesha upendo wao miongoni mwao. Katikati ya matukio hayo, wanazalisha kiumbe anayeitwa mtoto. Huyu mtoto anabeba gharama ya mahusiano ya watu wawili ambayo hahusiki kwa namna moja au nyingine, na wala yeye hakuchagua wala kupanga azaliwe, na ninyi wawili imetokea, Mungu ameamua kati yenu atokee ee. Yeye anabeba gharama ya ugomvi wa wazazi, na mtoto huyu anatoka kuwa mtoto wa watu bila aibu, anaitwa mtoto wa mtaani. Tunaposherehekea siku ya familia leo, tujikumbushe wazazi wote na wanafamilia wote kwamba tumefika hapa kwa sababu sisi wako wazazi waliovumiliana kwenye ndoa wakatulea katika mazingira magumu. Ndio maana tuko hapa leo, kwa sababu wako wazazi waliotulea, tuko hapa tunasherehekea siku ya familia. Sisi tunawajibika kwa namna moja au nyingine kwa kila mtoto tuliye naye ama mwanafamilia tuliye naye kumpa malezi, ili na yeye kesho awe mwanafamilia na awe na familia iliyo bora na kujenga taifa iliyo imara. Mahali fulani pameandikwa yeye asiyewatunza wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Sikumbuki ni wapi, lakini niliwa so. Naomba tusiwe watu wabaya wa kutelekeza watoto wetu na familia zetu. Wakati mwingine tunaweza kulaumiana ni nani mbaya, hili si muhimu kwa sasa. Iwe wajibu wa jamii yote kujua kuwa familia ni msingi wa jamii yoyote. Ikiwa familia italelewa kwa kustahimiliana, kwa upendo na kuvumiliana na kuchukuliana hapa na pale huku tukijua kuwa kila mtu aliyezaliwa ana mapungufu yake na madhaifu yake, tuvumiliane, tujenge familia imara. Tumeambiwa vile vile kuwa wajibu wa malezi ya watoto umeachwa na baadhi ya wazazi kwa visingizio mbalimbali. Ameeleza vizuri Mheshimiwa Rais kwamba tukishindwa kulea vizuri watoto tunajiandalia upweke uzeeni. Nataka nitoe wito kuwa kila mmoja wetu mwanafamilia achukue nafasi yake ya kulea watoto wake. Inawezekana tuna kazi nyingi za kufanya, lakini muhimu kutenga muda hata kama ni kidogo kukaa wa na watoto ili kuweza kuwarithisha mila na desturi unazozifahamu.